Ilikuwa tarehe ishirini na nane mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na nane. Hii siku ilikuwa ni Jumanne na ilikuwa ni saa nane mchana, lakini anga lilionekana kama saa kumi na mbili asubuhi. Hakukuwa na jua, bali mvuamvua mvua na majimaji yaliyotanda katika ardhi. Kijani kibichi kilikuwa kimetanda katika sehemu zote, kwenye miti na milima mbalimbali ambayo ilipendezesha sana hii dunia yetu. Alionekana mdada mmoja aliyesimama katika mlango wa hoteli, mikono yake ikiwa na damu. Kwa ndani alionekana kijana mmoja aliyelala, inaonekana amefariki. Nilimuua mwanangu kwa kumkatakata na panga na kumdumbukiza chooni ili niolewe na mzungu. Hii story inaletwa na binti yetu inaitwa Evelina. Evelina anasema, mimi nilikuwa nafanya kazi za ndani. Wakati nafanya kazi za ndani kwenye nyumba moja, mama alikuwa ni mkali sana. Nilikuwa sitamani maisha ambayo nilikuwa napitia, lakini alikuwa ni mabaya. Ilibidi niishi hivyo, ili niweze kusurvive, kwa sababu kijijini kwetu kulikuwepo kuna mazingira magumu sana. Baba mwenye nyumba alianza kunitongoza Wakati ananitongoza nilijaribu kumwambia mama, lakini mama aliishia kunipiga na kuweza kunisikiliza kwa namna yote, kwamba anahitaji kumtenganisha yeye na mume wake. Nilinyamaza kimya. Baada ya hapo, baba aliendelea kunisumbua na kunisumbua, na siku moja aliniambia kuwa kama nisipomkubalia basi pale ndani mimi nitaondoka, na ni kweli nyumba ilikuwa inalipa hela nyingi, japo ilikuwa na kazi nyingi, lakini mimi nilikuwa naona afadhali, kwa sababu mimi nimepata pesa. Siku moja baba aliniita kwenye gari akaniambia njoo. Maana yake nilikuwa natoka kuchukua unga wa mtoto wa lishe mashineni, mida ya jioni, nikakuta gari limepaki nje. Yaani alijaingia ndani. Lakini baba alisema niingie kwenye lile gari na gari lilikuwa ni tinted na baba akanifanyia mapenzi kwenye gari. Kabla hata hajaingia ndani, akaniambia mimi nishuke niingie ndani kama dakika kadhaa, na baba naye aliingia. Baada ya kuingia mimi niliingia chumbani, nililia sana, nikatamani nimwambie mama kwamba mama baba kanifanyia hiki kitendo, lakini nilijua moja kwa moja, mama singeweza kunielewa Nilinyamaza kimya na siku nyingine tena, mama aliondoka, alienda hospitali, baba akabaki nyumbani, alisema anajisikia vibaya. Lakini kumbe alikuwa hajisikii vibaya, alitaka ili aweze kutembea na mimi. Akaja akaniingilia, na hizi siku nilikuwa nipo kwenye hatari, lakini nilikuwa sina namna ya kufanya. Nitafanyeje? Baba akaniingilia nikapata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito nilimwambia mama mimi sijisikii vizuri, nisikia kusinzia sinzia, vyakula vingine sivipendi. Akanambia na wewe naona umeshachanganyikiwa. Hebu fanya nikupe mshahara wako na uondoke nyumbani. Alinifungashia kila kilicho changu na niliondoka kijijini. Kumbe kweli nilikuwa na mimba. Nilipofika kijijini tumbo likuepo tayari nimeshaonyesha kumbe mimi ni mjamzito. Na watu wa vijijini, kuna baba mmoja ambaye yeye alisema yuko tayari kunioa mimi vile vile hata kama ni mjamzito. Lakini mimi miaka yote sikuwahi hata siku moja si kutamani kuolewa na mtu mweusi. Nilikuwa natamani sana kuwa na mzungu. Kwa hiyo huyu kaka huku kijijini alikuwa na mang'ombe mengi, walilipa mali kwa baba na nikaanza kuishi naye mpaka nakajifungua huyu mtoto wa bosi. Nilipojifungua mtoto wa bosi alikuwa ni wa kiume. Huyu kaka aliendelea vile vile kulea kama ni mtoto wake, alikuwa anampenda sana Siku moja nilimwambia huyu kijana, yani huyu mume wangu, naomba ununulie simu kubwa. Akaniambia sawa, nitakununulia subiri, mazao tukichuma nitakununulia. Basi alivyochuma mazao, alivyoenda kuuza, akaniletea simu kubwa ambayo ilikuwa ni atachi. Niliingia mitandaoni kutafuta wazungu. Akili yangu mimi ilikuwa sio kuishia kule kijijini. nilimtafuta kuna apu moja nikaja nikaipata, ambayo hiyo mnawasiliana na wazungu huko huko walipo. Nilianza kuwasiliana na wazungu, hata kama kingereza nilikuwa sijui, nilikuwa naenda natumia Google translator na tra dictionary, ili kuweza kutafsiri kila ambacho mzungu ameandika, na mimi najibu. Tuliwasiliana na huyu mzungu mpaka baadaye akanitumia pesa, nikawa na anza kuishi vizuri sasa kule kijijini. Nilimwambia mimi nipo kijijini, nilimwelekeza ukweli, lakini nilimdanganya kitu kimoja kwamba mimi ni binti tu mdogo, sina mtoto, sina mume Niliwaikuwa na mahusian tu mara moja, kwa hiyo mzungu alika najua moja kwa moja mimi sina mtoto. Na hali tayari za, na wangu alikuwa na najai sana. Alikuwa apendi mimi nipate shida, watu kule kijijini wanalima lakini mimi nilikuwa silimi. Akasema mke wangu, sasa hivi naona kama nabadilika. Nikamwambia hapana, mimi sibadiliki. Lakini siku moja nilikaa, nikamwambia mume wangu, mimi nimechoka, natamani sana kusafiri kwenda mjini. Basi akaniambia unaenda kwa nani? Nikamwambia naenda kwa ndugu yangu fulani. Nikatoka hapo nikapanda gari nikaenda mjini, wakati mwanaume kashaniambia amepanda ndege tayari. Nilivoenda kukaa kwa ndugu yangu yule, siku ya kwanza, siku ya pili, yule mwanaume hakunipigia simu kwamba amefika, kwa, kwa sababu mwenye uwezo wa kupiga alikuwa ni yeye tu, mimi nilikuwa sina uwezo wa kupiga zaidi ya kupiga vipindi na WhatsApp call na WhatsApp call wenyewe mimi mesaliwa na nyingi, naona kama linatupiga, kwa hiyo ni yeye alikuwa ananipigia. Nilikaa siku zile mbili, kwa hiyo ndugu yangu yeye, mzungu alikuwa hajafika Ghafla kuna ukimya ulitawala, nikimtafuta WhatsApp alikuwa hapatikani, nikimtafuta popote alikuwa hapatikani, ikabidi nirudi tena kijijini. Wakati nimefika kijijini, nikaona message ya huyu mzungu, akasema, nimefika katika nchi yako, lakini kuna shida kidogo ilitokea airport, kwa hiyo nilikuwa nimepoteza simu na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo nimepata, nimepata simu na bahati nzuri nimeingiza email, nimekuta namba yako, uko wapi? Ikabidi sasa nimwambie mume wangu kuwa kuna kitu nimekisahau mjini, nirudi tena mjini. Nikamwambia mimi nipo nipo huku kijijini. Akaniambia sawa, ninakuja. Lakini kumbuka, hapo mzungu hajui kama mimi nina mume au nina mtoto. Nikamwambia yeye aje, mimi tukutane mjini katika hiyo sehemu ambako mimi ninatokea, na alikuja yule mzungu kufikia hotelini mpaka hiyo sehemu ambako yeye alikuwepo, na nilimuona mzungu. Alifurahi sana kuniona, baada ya kuniona akasema anahitaji kunioa mapema iwezekanavyo, alafu ataniacha baadaye atakuja kunifanyeje, kunichukua kwa sababu singekuwa haraka hivyo, mimi nikapata visa ya kuondoka na yeye. Nikamwambia sawa, nikawa nawazo sasa, huyu mtu nampeleka wapi? Pale kijijini walichukua ng'ombe za kutosha, kwamba mimi ni mke wa mtu, sasa hapa itakuwaje? Nikasema naomba kwanza usinioe sasa hivi sasa hivi itakuwa ni haraka sana, naomba fanya juu chini uende, alafu utarudi kwa ajili ya kuja kunioa. Basi mzungu alinielewa, akakaa kaa pale kama wiki mbili, wiki ngapi, simu nilizima. Mwanaume huyu alikuwa ananitafuta mpaka basi, lakini simu nilizima. Ni baada ya kukaa siku kadhaa, nilirudi kijijini. Baada ya kurudi, nilimwambia kwa nilikuwa nimetafuta kazi ya muda mfupi hotelini, nilikuwa ninafanya na pia nilimpelekea pesa. Mwanaume alikuwa hana neno kabisa yaani, ni mtu ambaye hawezi kupiga, hawezi kufanya chochote, na ni mpole sana, na alikuwa anampenda sana mwanangu huyu wa baba mwenye nyumba. Mtoto huyu alikuwa ameshafika darasa la tatu mpaka hapo ambapo mimi nafanya hayo mambo. Basi siku moja nilikuwa ninawaza nifanye nini ili nisionekane nimezaa na huyu mwanaume, inabidi aje atoe mahali huko kijijini nika. Siku moja tukaenda bondeni kwenye mashamba makubwa makubwa, pia yana mito mirefu. Nilienda nikamsukumiza mme wangu katika ule mto, na akaingia kwenye ule mto. Bahati nzuri aliweza kuogelea na akatoka, akaniambia, mbona umenisukuma kwa makusudi, umedumbukiza kwenye huu mto? Nikamwambia, hapana mme wangu, sio kwamba nikusukuma kwa bahati, mimi kuna kitu nimeona kama kimenipush kime, mimi afu mimi nikakusukuma wewe. Akaniambia sijaelewa elewa. Baada ya hapo, mme wangu alikuwa kama ana wasiwasi na mimi sana. Akaniambia mi niliona kabisa mikono unanyanyua, na mi nijua nataka kunikumpatia, lakini nilishangaa baada ya kunisukuma, mbona kama ulidhamiria kuniua? Nikamwambia hapana. Kwa hiyo hiyo, nikawa nimeshindwa siku hiyo kumuua, nikawa nawaza namna ya kuenza kumtoa duniani, ili mimi nipate urahisi wa kuja kuolewa na huyu mzungu atakaporudi. Lakini nilijaribu njia tofauti tofauti ambazo zitanifanya mimi nisionekane muuaji, nilishindwa. Siku moja niliamua kuchukua sumu ya kijijini. Kijijini kuna baadhi ya miti ambayo ukiweka tu mtu anaweza akafa baada ya siku kadhaa. Kwa hiyo nilichukua ile sumu, nikamwekea kwenye pombe ambayo inaitwa ulanzi, nikamdumbukizia humo ndani. Alikunywa huyu mwanaume. Baada ya kunywa Sikuona mabadiliko yoyote. Kesho yake alikuwa ameenda mjini, alipanda basi akaenda mjini, akarudi akaletea zawadi, nijisikia hata vibaya. Nikasema huyu nimempa sumu, lakini bado ananiletea zawadi. Lakini nikasema lakini lengo langu lazima litimie. Bado mwanamume alinijali sana, alifanya kila kitu kwa ajili yangu. Nilimwambia sitaki kukaa kwenye nyumba za ajabu ajabu, alihakikisha anajenga nyumba ya bati pale kijijini, na wakati sisi kwetu tunakaa katika nyumba za tembe, lakini mimi nilikuwa ninakaa kwenye nyumba ya bati. Kila kitu alifanya kile ambacho nilikitaka mimi, alinibembeleza kila siku, mke wangu, ninaomba unizalie mtoto, lakini nimwambia subiri, mtoto afike darasa la tano mtoto wako wako wewe. Basi alimpenda huyo mtoto, bila hata kumchukia, hakuna ugomvi. Ndugu zake walikasirika lakini yeye alisema nimekuoa mimi wala hajakuwa wao. Baada ya kumpa hiyo sumu mume wangu huyu alianza baada ya siku tatu kuanza kujisikia tofauti kidogo. Alianza kuharisha. Aliharisha, aliharisha ndani ya siku kama nne na maji akawa amepungua sana mwilini. Ndipo nilipoamua ku kwenda kumpeleka sasa hospitali nikijua hapo kadhani sumu itakuwa imeshafanya sana kazi basi tulimpeleka hospitali. Hospitali akasema mbona umemchelewesha sana huyu mtu, hali yake ni mbaya sana. Basi wakamhudumia, wakamhudumia, lakini baadaye Mungu Rahmani, aliweza kupona mume wangu. Nikaona huyu sasa nimeshindwa, nilichokifanya nitakifanya mwenyewe. Tulienda shambani, tulivyoenda shambani, mashamba yetu hapo kwenye bonde sana, yani ile bonde ambayo kuna sehemu ukisukumwa wewe hurudi tena basi nikaenda nikasema, nikasema hivi, siku ile ulisema nikusukumia wapi? Unajua mimi nahisi kama kuna vitu ambavyo haviko sawa. Hivi, siku ile ulisema nikusukumia wapi? Mume wangu aliniambia ni hapo uliponisukumia. Alienda alisimama tena pale pale, na ndipo mimi nipo msukuma kwa nguvu hadi mume wangu akaenda chini ya maji na akaenda akajigonga kwenye jiwe na akafariki. Baada ya hapo, nilienda kijijini nikalia, nikamwambia mume wangu ameteleza, ameanguka, kwa sababu niliona tayari damu. Nikasema hapa mpaka wale wanakuja itakuwa tayari kashakufa kijijini mume wangu, kwa sababu, nikasema, mpaka, wale, na kutoka pale mpaka kijijini ni kuna mwendo kama nusu saa nzima. Mimi nilienda taratibu, sikuwa nakimbia, nilienda taratibu, nikakutana na mtu. Nilipomwona mtu kwa mbali, nianza kujifanya nilikuwa nakimbia, nikaambia mme wangu, jamani, mme wangu amedumbukia wa kule. Basi wakaenda kule kwenye mtoni, lakini hawakumkuta pale Kumba alikuwa amesogea mbele kidogo kwasababu anaelea baada kwa nae na baada ya kumtafutatafuta walisema kuna hapo, niliwaza huyu mtoto nampeleka wapi? nimpelekee mama nimwambie akae naye au nisemeje semeje, lakini kasielewi. Ndipo nipoamua kusafiri na huyu mtoto. Mzungu kwanza aliniambia anahitaji mimi nitoke kijijini niende nikaishi mjini, alituma pesa nyingi sana, nikaenda mjini, nikapanga nyumba, nikanunua kila kitu ndani, kwenye jumba nzuri sana sana sana sana, kwa sababu alijua anakuja kunioa any time. Lakini kwa kana mtoto mzungu, alikuwa hajui huyu mtoto nilitoka naye hapo. Siku moja, nikasema huyu mtoto nitamuua <coughs> nita pasipo watu kujua Niliamua siku hiyo mtoto amelala usingizi, nikaenda nikamgonga, nikamgonga nikamsukuma chini akaanguka, nikamgonga kichwani, mtoto akafariki. Baada ya hapo, nilimkatakata vipande na kumtumbukiza chooni na nikamflash kwenye shimo la choo la ile nyumba ambayo nilijenga. Basi baada ya hapo, niliona kwamba hapa nimesha wini maisha. Baada ya hapo, niliona kwamba nimesha wini maisha, nikasema sasa hapa nimeshamzika huyu mtoto hakuna mtu yote anajua kujua huyu mtoto ameenda wa wapi maana baada ya kuenda kule sikuwa nimemwanzisha shule, alikuwa alikuwa yupo yupo tu. Alikuwa akisema mama nipeleke shule, namwambia shule utaenda. Mama nipeleke shule, namwambia shule utaenda. Majirani walimuuliza, mtoto wako yuko wapi? Nikamwambia mtoto ameshaenda kijijini kwa, kwa kwa mamangu. Kwa hiyo watu walijua mtoto amesafiri. Kumbe mimi mtoto nimemua na nimemflash yupo kwenye shimo la choo katika hiyo nyumba. Baada ya hapo nilikaa sana kwa muda yule mzungu aliweza kuja na baada ya kuja akasema mimi nahitaji kukuoa wewe na nahitaji kuondoka na wewe. Nikamwambia sawa, haina shida. Alienda kijijini na kuweza kufanya sherehe za kijijini. Sherehe ilikuwa ni nzuri sana. Kila kitu kilienda vizuri sana, watu walishangaa. Lakini kuna mtu mmoja aliuliza, wewe mtoto yuko wapi? Mbona unafunga ndoa na mtoto wako Ayubu? Nikamwambia mtoto nimpeleka kwa baba yake, yaani yule bosi wangu mimi ambaye alinipaga alini, alini, alini ile mimba. Wakasema ah, kumbe alimchukua. Nikamwambia eh. Kwa hiyo mimi nimefunga ndoa, nikaondoka na mzungu kuja wapi? Jijini Dar es Salaam. Baada ya kuja kuishi hapa mzungu, siku moja aliamka, akasema najisikia vibaya. Nikaambia kwa nini? Akaniambia sijui kwa nini, lakini najisikia vibaya. Nikaambia pole. Tulienda hospitali, na baada ya kuenda hospitali akasema, hawa hapa ngozi zao, labda ni kwa sababu ya joto, inabidi mwende mkae sehemu ya baridi. Lakini yeye alisema hapana, najisikia tu vibaya. Basi mzungu, baada ya kujisikia vibaya, aliweza kwenda kupumzika. Baada ya kupumzika, mzungu nikuja kumgusa, hayupo tena. Yaani ameshafariki amekakamaa kabisa. Nikajiuliza hiki ni nini na imekuwaje kuwaje, lakini basi polisi walikuja wakaanza kufanya uchunguzi. Walikuja na watu kutoka u, nani, u, nani u, nini ofisi za huko kwao yani, embasi za hiyo huko mzungu anakotokea, wakawa anafanya uchunguzi. Waliniweka chini ya ulinzi mimi wakati wanafanya uchunguzi ule, pale walikuja kugundua mle ndani kwamba kuna matukio ambayo yalifanyika ya kumuua mtoto wakasema, kuna uwezekano hata yule minu, lakini ukweli mimi sikuwa yule mzungu. Mzungu nilikuwa nampenda roho yangu, lakini sasa naye sana naye sana le mzunuzunu tembea naye nimetembea naye mara mbili, lakini ndo mzungu amekuja kufia huko. Walichukua mwili na kusafirisha, mimi nikiwa chini ya ulinzi. Nikasema, jamani, mimi nimemuua mtoto wangu. Haya mambo yanakuja kujulikana sasahivi, yameanzia wapi? Sijui wenyewe walitumia nini, lakini waliweza kwenye ile nyumba kuna matukio moja kubwa sana liliweza kutukia na ndipo alipokuja kutuonyesha footage ambazo zinaonyesha mimi wakati namuua yule mtoto na nimemdumbukiza wapi. Ndipo alipokuja kufufua kwamba mimi nilipeleka wapi mtoto kijijini, walienda kutafuta mtoto wakuwepo kwa baba yake. Alikuja kujua yule mama kuwa mimi mtoto nilizaa naye alikuwa ni mtoto wa mume wake, maanake alibidi aniulize huyu mtoto baba yake, kwa, kwa baba yake, yuko wapi? nikamwambia baba yake alikuwa yuko huku huku kule kule kijijini. Alienda wapi? Nikamwambia yule wa kijijini alidumbuka kwenye maji. Lakini hata hivyo likuja kujulikana kwamba mimi ndo nilikuwa nimemuua yule mwanaume, nilimsukumiza kwenye maji. Maana baada ya kwenda ndani, kuna sehemu inaitwa mkanye mwanao. Katika hicho chumba utaongea yote ambayo hujai kuongea hapa duniani. Kwa hiyo niliweza kuongea yote, nikamwambia tu asiniumize, waniache tu nikae kule, nikawa kama mfungwa, lakini si kitendo kwa nanifanyia. Basi niweza kuongea yote kwamba nimuua mume wangu, niliweza kuua mtoto wangu lakini huyu mzungu mimi sijamuua. Basi baada ya hapo waliweza kufuatilia kila kitu, kikakaa sawa, na mzungu alisafirishwa, na mimi nikaishia jela, na stori yetu ikaishia hapo. Tamaa mbaya, mauti nyuma.